Na yeye atakaye na ayatwae maji ya uzima bule. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Somo letu linahusu habari ya michezo, ndio kini cha somo letu la leo majira haya. Nipende kuwashukuru walimu wenzangu walikwisha kupita Nasa somo hili limeguswa zaidi na somo la mchungaji Koroso, vinaendana vyote, lakini Mungu aende kutupa kibali cha kuweza kulielewa zaidi. Somo la michezo ni somo pana sana, na kwenda kuzungumzia Mungu wa dunia hii sasa, ambaye amechukua nafasi na dunia imechanganyikiwa, kwa sababu hata wateolewa Mungu pia wanaomfuata Mungu huyu ni mungu wa michezo. Watu wengi watakatifu wa wengi, Wakristo wengi wameingia, yamkini mkini, kwa kujua au kutokujua. Tukiangalia, nigusa kidogo. Tukiangalia sana Agano la Kale, ilikuwepo michezo mikubwa kama vile, walikuwa wanacheza mieleka, wanapiga mishale, wanacheza kupitia mapanga kwenye Agano la Kale, lakini pia walikuwa na ibada za sanamu kupitia michezo. Bwana Yesu asifiwe. Michezo iliyotajwa zaidi ni kupigana ngumi, ukimbiaji, na mshindi alikuwa anapata nini? Taji nyakati hizo ilikuwa ni taji ya mviringo, wanampatia mtu ili ile taji iliyosokotwa kwa majani. Sasa Yesu alipokuja akazungumza zaidi habari ya, ya michezo tupate mstari kwa kukumbuka ya Timotheo wa kwanza sura ya nne mstari wa nane Naomba tusome watu wa kushirikiana, fungua kitabu chako Timotheo wa kwanza mstari wa nne sura ya nne mstari wa nane kama ukisha kupata mwana wa Mungu, twende pamoja. maana mazoezi ya viungo vya mwili yana manufaa kidogo, lakini utauwa una manufaa kila aina, yaani unayo hadi ya uzima wa sasa na yale. Asante sana. Tunapozungumza Wakristo wa Agano Jipya, anatufundisha habari za michezo. Tunapozungumza michezo, japo kahitaji sana kwenye Biblia, lakini Mungu wa dunia hii amechukua nafasi kwa ajili ya michezo. Inga Biblia izungumzi sana michezo, bado ina mafundisho yanayotuongoza katika jambo hili, kama vile Yesu alituachia unyayo wa kumfuata yeye kwenye agano jipya Bwana Yesu asifiwe hebu tufungue tena e, kitabu cha Mathayo sita ishirini na nne Wakristo hawatakiwi kudanganya wasio wakuweze um, wa, wa kuwaumiza wengine kwa makusudi Wasiruhusu michezo ichukue nafasi ya Mungu maishani mwao. Utakuta kuna watu wanashabikia mipira Simba na Yanga. Utakuta kuna mtu anashabikia Pamba na Simba. Nituee mfano huu, siku moja jirani yangu waliweka nadhiri mke na mama mama yeye ni Simba. Baba ni Yanga. Hasa baba jioni akaja jioni kuwatembelea watoto wao. Simba amefungwa. Mama alikataa kupika chakula kwa sababu alikuwa amesha ahidiana kwamba timu itakayofungwa hakuna kula. Baba mko akaja jioni. Kilichofuata, ndugu zangu, hiyo ndio ilivunjika mpaka leo hii. Mama alitia msamaha akasema kwamba tulikubaliana kwamba Simba na Yanga mojawapo akifungwa mimi siwezi kupika. Nakumbuka kuna watoto pale. Sasa baba anamuuliza kijana wake, mbona hatule? Kasema baba tuende tukale hotelini. Kwa nini? Tuliapiana mimi na mke wangu kwamba timu moja ikifungwa hakuna kupika. Na kweli hawakupika. Hasa mzee akaona huu ni ujinga, nimetoa mali yangu mwe mwanamke huyu leo mpira umesababisha, na kwenda kula magengeni Ndugu zangu, nachowaambia ni kwamba yule mama ameachika kwa sababu ya Simba na Yanga. hapo wa <laughs> wa sasa kusema Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Hapo kusema Bwana Yesu asifiwe, sasa tunamsifu yule wa Simba na nani na Yanga, ambaye ndiye Mungu wa dunia hii. Wewe ni Wakristo, wewe ni wachungaji, wewe ni maaskofu. Nakuta mtu anangana kwenye runinga hao na kwenda kwenye mabanda, sema banda umiza anashabikia mpira wa Simba na Yanga. Nimesema hata Agano la Kale walishabikia michezo hiyo. Sasa Yesu akaja akaweka mkazo juu ya nini? Juu ya michezo. Tupate kitabu cha Mathayo aliokicha kupata Mathayo sita ishirini na nne na moja ingine atufungulie Warumi kumi na mbili moja mpaka tisa. Tuanze na kitabu cha Mathayo, aliyepata anaweza akatusomea. Ndiyo. Kitabu cha Mathayo 6 na ule mstari wa ishirini na nne, hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili. Ndio, kwa maana atamchukia huyu mm, na kumpenda huyu. Ndio, ama atashikamana na huyu mm, na kumdharau huyu Hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Sasa imefika pointi ya kwanza. Hakuna mtu ameweza, bwana wangu, umtumikie Mungu hautumikieni michezo na, na walio wengi sasa wanachukua nafasi ya kutumikia michezo. Siku akicheza mpira wa Simba na Yanga hata makanisani washirika wanapungua. Bwana Yesu asifiwe sana washirika, washirika waone kwa sababu wanasema Simba na Yanga wanaanza kwenda, kwa mfano pale sehemu Kirumba, wanaanza kukata tiketi mapema. Wewe ukapata washirika tena, nisikia Jumapili ndio wanapenda sana kucheza hizo timu. Sasa anasema kuna Mungu wa dunia hii ambaye ni mpira, ambaye ni michezo. Iko michezo mbali mbali, kisa ambaye ambacho kimechukua nafasi sana sana kubwa ni habari ya mpira wa Simba na Yanga, mpira mingine unaoshikia mpira hiyo. Ukweli binafsi, naomba kusema kutoka moyoni, ninachukia sana mpira tukisoma kitabu cha Warumi kumi na mbili mstari wa kwanza mpaka wa tisa. Warumi kumi na mbili mstari wa kwanza mpaka wa tisa, tisa. Tusikie Paulo anasema nini juu ya michezo hii Warumi sura kumi na mbili mstari wa kwanza hadi wa tisa ndiyo. Neno linasema mm. Basi ndugu zangu, na wasii kwa huruma zake Mungu, ndiyo. itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai mm. takatifu, ya kumpendeza Mungu mm. ndiyo ibada yenu yenye maana. Wala msiifuatishe namna dunia hii mm. bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema ya kumpendeza na ukamilifu. Kwa maana kwa neema niliyopewa, namwambia kila mtu aliyeko kwenu, asinie makuu kupita ilivyompasa kunia, bali awe na nia ya kiasi, kama Mungu alivyomgawia kila mtu kiasi cha imani. Kwa kuwa kama vile katika mwili mmoja tuna viungo vingi, wala viungo vyote havitendi kazi moja vivyo hivyo na sisi tulio wengi, tu mwili mmoja katika Kristo, na viungo kila mmoja kwa mwenzake. Basi kwa kuwa tuna karama zilizo mbalimbali mbali, kwa kadri ya neema mliyopewa, ikiwa unabii, tutoe unabii kwa kadri ya imani; ikiwa huduma, tuwemo katika huduma yetu wenyewe; kufundisha, katika kufundisha kwake mwenye kuonya katika kuonya kwake, mwenye kukirimu kwa moyo mweupe, mwenye kusimamia kwa bidii, mwenye kurehemu kwa furaha. Pendo na lisiwe na unafiki, lichukieni lililo ovu, mkiambatana na lililo jema. Asante Bwana Yesu asifiwe. Mstari ambao unasimama tuchukie lile hovu. Tumegeuzwa nia yetu tumegeuzwa matendo yetu, tumegeuzwa maisha yetu, tukakubali kutembea na Yesu, tukakubali kukaa na yeye. Sasa tunageuzwa yale matendo ya zamani, kama nilivyotangulia kusema kwamba nyakati za Agano la Kale, watu cheza michezo ya ajabu sana. Wanapigana mapanga, wanacheza mieleka, wana mambo ya, ya, mambo ya ajabu sana. Sasa Yesu akija, ah, ah, hawa sasa ni watu wangu, niwageuze sasa wanitumikia mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Je, sisi kama Wakristo tunafuata nyayo za Kristo? Tunayaishi haya? Ah, tunafuatisha dunia na mambo yaliyomo. Leo tumekuwa unasikia kama upepo. Pepo na ukivuma hivi, wote tunakwenda huko. Ukivuma tunakwenda. Tunamwacha Kristo Yesu. Na ukisoma kitabu cha cha Wakorintho wa kwanza kumi na tano thelathini na tatu, msidanganyike. Tusidanganyike anasema mazungumzo ma... Eh, mazungumzo mabaya uharibu tabia njema. Kwenye mipira kuna mizaa, wapendwa, kuna mizaa ya ajabu sana. Unakuta hata watu wanashabikia wanazungumza, wanayozungumza hata huna raha ukiyasikia. Nasikia oh wanaume kwa leo tumekuoa, wanazungumza kwenye watu wanashabikia, leo leo mmeolewa. Asifikiria hii ni mizaa ambayo haina maana. Bwana Yesu asifiwe. Uhuru wa Yesu. Hebu tuone, tutafakari sana kama kweli tumekubali kufuata nyayo za Yesu Kristo, habari za michezo. Kama Wakristo, tusienende na dunia ya namna hii, tusifanye mambo ya namna hii, maana sisi haya tumekuwa viumbe vitakatifu, tumekuwa, tumeomba tumekuwa viumbe vya thamani mbele za Bwana. Sasa huku tunakwenda, huku nakwenda. Sasa tukuweke katika kundi lipi? Basi tukutambue wewe ni nani? Kama ni huko basi, tukujue wewe ni wa huko. Kama ni wako pia, tukujue wewe ni wa huko. Bwana Yesu asifiwe. Waefeso nne ishirini na mbili Efeso nne ishirini na mbili mvumenedwahe Waefeso nne ishirini na mbili nasema mm -hmm. Mvue kwa habari ya mwenendo kwa mwenendo wa kwanza, mm -hmm. utu wa zamani unaoharibika, mm -hmm. kwa kuzifuata tamaa zenye kudanganya. Endelea mpaka na saba, na mfanywe wapya katika roho ya nia zenu Ndiyo. Mkavae utu mpya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki mm -hmm. na utakatifu mm -hmm. wa kweli. Basi uvueni uongo Kaseme kweli kila mtu na jirani yake, kwa maana tu viungo kila mmoja kiungo cha wenzake. Mwe na hasira ila msitende dhambi. Sante, sante. Jua lisichwe na uchungu wenu bado haujawatoka, wala msimpe Ibilisi nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna agizo ambalo Yesu anawaagiza Wakristo, ambayo anatuagiza mwenyewe, kama Yesu anatuagiza sasa tena kwa kauli kali sana kwa kutuonya, anazungumza maneno mazito sana. Yesu mwenyewe ili, ili ni agizo naota kitabu cha Wagalatia sita saba mpaka nane anatuonya sasa. Onyo kwa Kristo, tunakubali kuonyeka, tunakubali kutembea na Yesu, tunakubali kutembea na nyayo za Yesu kweli. Sasa anatuonya kupitia mtumishi wake. Huyu hapa. Soma kitabu cha Wagalatia e, sita mstari wa saba mpaka wa nane mstari mwili tu kuna, kuna, kuna misingi msidanganyike. Na ms. ms. Mungu esu Mungu hadhihakiwi kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakacho, ndicho atakachovuna maana yeye apandaye kwa mwili wake mm, katika mwili wake mm, atavuna uharibifu, bali yeye apandaye kwa Roho katika roho atavuna uzima wa milele amen, amina wa Mungu. Usidanganyike na dunia hii, tusidanganyike na mambo ya dunia hii, tutakachokipanda Bwana Yesu asifiwe! Uhuru wa Yesu. Sasa anasema yafuateni mafundisho ya Yesu katika Biblia inayotusaidia kupata majibu kuhusu michezo, mafundisho ya Yesu mwenyewe kuhusu michezo. Je, anaposema tusidanganyike, tunamaanisha nini? Au anamaanisha nini? Tusidanganyike, unakuta hata hata ukisikia kwamba kuna Simba na Yanga, sasa hivi unaona hata wengine wa Kristo wanaanza kutoka, unajua nipata uzuri kidogo, anaweza akatoa kwamba anapiga simu huyo, anaondoka na mshirika mmoja, akisikia kuna Simba na Yanga anaambia mchungaji, nina udhuru leo. Unakana kimpendwa, unajua mchungaji, unajua kuna Simba na kuna mpira, mchungaji kuna mpira ndio ni bado nacho ah, unajua mchungaji, naomba nikalisha tu macho. Kulisha nini? Kulisha macho mpira. Kwa hiyo ndugu zangu, naomba kumaliza kusema kwamba nimelichukia kusanyiko la watenda mabaya, wala sitaketi pamoja na watu waovu. Mungu mwenyewe anachukia kusanyiko la watenda mabaya wala sitaketi pamoja na watu waovu. Zaburi Zaburi ishirini na sita mstari wa tano analichukia hilo kusanyiko. Nimesema kwenye mpira kuna mizaa, utasikia kuna, kuna vyaka ndani yake, unatukanana kuna mpaka unabak unashangaa, hawa ni wakristo kweli? Wamejienda kweli? awa kumpokea kristo kweli? Kwa haya habari za michezo

unaenda tu unaenda sasa, ni baini nzuri tamani kutambua ili sio jema, lakini hili ni jema. Ili sio zuri, lakini hili nini ni zuri. Sasa tupate fundisho moja. Je, kukomboa wakati? Maana yake tunapokomboa wakati kwa lipi, kwa mambo yapi na kwa makusudi gani? Tunaposema komboeni wakati maana yake inamaanisha kujali na kuthamini muda kwa kujua kwamba muda wetu, muda ni kitu ga cha gharama sana na cha thamani sana. Tukomboe wakati kwa kujali habari za Mungu, kusoma neno la Mungu, kutafakari ukuwa Mungu, hata kuimba. Tukomboe wakati, sio kwa mambo ya kidunia. Tukomboe wakati kwa sababu Mungu Yesu yupo na ametuahidi yeye mwenyewe kwamba lazima sasa jambo hili lifanyike chini Watuwangu, je, unaamini kwamba mwanamke anaweza kutia mstari huu na bado unashiriki michezo? Je, tunaweza kushiriki michezo tena, uko ujui? Je, michezo tunesema, kuna michezo ya ngumi, kuna michezo ya miereka, kuna michezo ya kupigira mapanga nyakatizo. Yesu anasema A -a, msidanganyike. Anakemea anatana, anasema hii ni jambo Tuna tuna tuna, eh, tuna waya waya namna hii. Kwa hiyo anasema, nilipokuwa mtoto mchanga nilikuwa kama mtoto mchanga sasa. Mimi ni mtu mzima ninawaza ya kikubwa. Bwana Yesu asifiwe. Uhuru wa Yesu unapokuwa mtoto mchanga, unawaza kuchezia kuchezia vipepeo, kuchezia mchanga unawaza kuchezea nini? Kuchezea vipepeo, kuchezea mchanga, kuchezea. Lakini unapokuwa mtu mzima sasa unawaza ya kiutu uzima. Sio kama tunapo huko tunawaza mambo ya kiutu uzima, tunaliko kwenye kwenye mchanga tena ya utoto. Ni sana na mama anapokuwa mjamzito, mjem, anapojifungua mtoto atakuwa na hatua, anakuwa na hatua hii, anakuwa na hatua hii. Hatimaye hi. Mtoto anaanza kujivuta, hatimaye anasimama m, kidogo anadondoka, hatimaye anaanza kukimbia. Hatimaye unaona, ndivyo tulivyo sisi, tumetoka huko tunakuja, tunakuja. Hebu tunapochunguza nyayo alizotuacha Kristo kuhusu michezo ni dhahiri kwamba Mkristo hawezi kuabudu michezo kwa kweli. Mkristo aliyekomaa na anayetumia hekima hata kuwa na shauku na ya kupoteza muda wake kwa kujiburudisha na michezo. Ni vizuri watoto kucheza, ni vizuri wazazi wao wacheze pamoja nao ikiwa ni nyumbani kwao au kwenye mazingira mengineyo la sahihi. Lakini pia ni jambo la kupendeza jinsi gani kwa kikundi cha Wakristo vijana na wazee kufanya kazi pamoja katika shamba la Bwana. Kuna mambo ambayo wakristo halisi wanaweza kufanya pamoja ili kuendeleza ufalme wa Mungu, kama vile kuimba, kusali pamoja. Ni kumtukuza nani? Kumtukuza Bwana. Ule muda wa kwenda kwenye michezo na nini, ni bora katafakari ukuu wa Mungu, iwe nyumbani au kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Uhuru wa Yesu mwisho, naomba je, utafuata nyayo zake leo? Je, mungu yupi ni mmoja wapo wa miungu maarufu mwenye karne ya ishirini na moja? Ni Mungu yupi namba inani? Ufikirie we mwenyewe wa dunia hii ni nani, utapata majibu. Bwana Yesu asifiwe. Taja mafundisho sita kwenye Bibilia ambayo tunapaswa kuzingatia kabla ya kutumia muda kwenye michezo, mchezo wowote ule. Ikiwa rafiki yako hata kuuliza kwa nini haushabikii mpira wa miguu Utamjibu nini? Funga kile eh, mstari wa ishirini na tisa. Kitabu ishirini na tisa pale. Je, rafiki yako akikuambia kwani ushabiki utamjibu nini? naomba naomba sasa hapo nipate majibu. Rafiki yako akikuuliza kwani ushabiki mpira utamjibu nini? Naomba nipate mkono sasa. Karibu. Tamjibu kwa sababu mpira mtukuzi Mungu. Utamjibu kwa sababu mpira mtukuzi Mungu. Asante sana. Na mwingine? Karibu. Ningeweza kumjibu kwa namna mbalimbali mbali. Nafikiri kushabiki mambo ya mpira ni kama tukizungumza kwamba kama mazoezi fulani unafanya nyumbani kama tulivyoongea mm -hmm. ni kitu kimoja, lakini kama utaangalia timu hizi nyingine mm -hmm. ambazo ziko duniani huko mm -hmm. au hata hapa Tanzania kwamba unapaswa kujiuliza, kuna kuna faida gani kwa mimi ambaye ni mtoto wa Mungu ambaye anatambua kwamba sisi tuko katika vita mm, yaani ukijua kwamba tunapigana vita mm, halafu bado una, unakuwa na mambo kama hayo, tuna tunaambia kwamba tu, tuyaache yale yote mizigo, yani kulemea, yani kunani, nafikiri mpira kwa wengi imekuwa ni kama mzigo ambao inawalemea kwa, ndio maana siwezi ku, kuash, kushabiki mpira yani kama kuiona kwamba nifanye maisha yangu kuifuata. Sasa nimalizie kwa neno kwa neno hili, kama kuna yako mazoezi ya, ya kiroho ya milele, yako mazoezi ya kiroho ya milele. Wathesalonike wa kwanza nne nane hai ni mazoezi ya kiroho ya milele ukipata soma hapo itapendeza zaidi, kama utasoma masaa tunaomba usome Watesaloniki wa kwanza sura ya nne mstari wa nane hai ni mazoezi ambayo sasa anatuambia ni mazoezi ya milele. Tesaloniki wa kwanza sura ya nne mstari wa sura ya nne mstari wa nane basi yeye anayekataa katai mwanadamu, bali Mungu anayewapa ninyi Roho wake Mtakatifu. mm. Katika habari ya upendano hamna haja niwaandikie, maana ninyi wenyewe mmefundishwa na Mungu kupendana. Kwa maana mnafanya neno hili kwa ndugu wote walio katika Makedonia yote. Lakini twawasii ndugu mzidi sana kama tutumona kweli, michezo sio mizuri. Ni kwa sekunde chache tu, tu usimame, nikusungue kidogo, naomba usimame kidogo. Nata, nataka nikuambie kitu namba tisini na mbili kateza. Nataka nimjue Yesu, tumujue Yesu huyu kweli